Uh, huyu unayemwona hapa ni kuku wa kienyeji ambaye ninaamini kabisa, uh, ni miongoni mwa kuku wa kienyeji ambaye ninaamini kabisa, kwa maeneo ya mjini ukiamua kuwafuga hawa kuku wa kienyeji basi utatajirika. Utajiri uh, maeneo ya mjini yaliyochangamka upo kwenye hawa kuku wa kienyeji, na nitakwambia ni kwa nini. Uh, ninakwambia kwamba maeneo ya mjini eh, kwenye ufugaji wa kuku utajiri upo kwenye hawa kuku wa kienyeji uh, lakini pia nitakupa mbinu ambazo utazitumia kuwafuga hawa kuku wa kienyeji maeneo ya mjini, na mwisho kabisa nitakuonyesha masoko ambayo utakwenda kuwauza hawa kuku wa kienyeji maeneo ya mjini. Kwa hiyo nisikilize vizuri kabisa, huenda ninakupa mpango wa biashara ambao baada ya miaka miwili mitatu utakuja kupiga pesa nyingi. Tukianza na a, kwa nini ninasema kwamba maeneo ya mjini utajiri kwenye ufugaji umejificha kwenye hawa kuku wa kienyeji a, sababu ya kwanza kabisa maeneo ya mjini kuku wa kienyeji wana uhitaji mkubwa sana. Huyu hapa ni chotala. Hawa chotala maeneo ya mjini ni wengi. Humu ndani kuna broiler. Uh, wafugaji wengi maeneo ya mjini pia wamekimbilia kwenye ufugaji wa broiler, pia wamekimbilia uh, kwenye kuku wa mayai. Huko ndiko ambako uh, upatikanaji wake hii bidhaa inapatikana kwa wingi kabisa maeneo ya mjini. Na kwa nini wamekimbilia huko? Kwa sababu ya hawa, ndio ni kuku ambao wanakubali kufugika kisasa a, lakini pia wafugaji wengi wanaamini kwamba hawa ni kuku ambao naweza nikasema kwamba kwa kiingereza kwa kwamba wana e, calculated cost, yani wana gharama ambazo unaweza ukaziandika kwenye daftari kwamba mimi nina kuku mia moja broiler, hawa kuku mia moja broiler ninakwenda kutumia laki tano ukaandaa laki tano na kweli ukatumia laki tano ukawaingiza sokoni. Umeona, na kitu kingine kinachowavutia watu wengi sana kufuga hawa kuku wa chotara pamoja na kuku wa kisasa maeneo ya mjini ni kwa sababu ya maeneo, wafugaji wengi hawana maeneo makubwa ha, hata kama wenye maeneo makubwa basi watataka kufuga kuku wengi. E, wafugaji wengi wanaona kama vile kufuga kuku wa kienyeji maeneo ya mjini kidogo unaweza ukawa ni mtiti, yani kidogo inaweza ikawa ni kazi kwa sababu ya Uh, hawawezi wakapata eh, namba kubwa ya hao kuku, hawawezi wakapata namba kubwa ya hao kuku kwenye maeneo ambayo wa wanayataka umeona. Uh, hizo ni miongoni mwa sababu, lakini pia hata sasa hivi soko kwa, kwa, kwa jicho la kawaida ukienda uh, kufanya analysis labda kuchunguza kwenye masoko unaweza ukahisi uka, uka labda bidhaa inayohitajika ni hawa kuku wa kisasa, yaani ukiangalia kwa haraka, yaani ukaenda kwa haraka ukasema uka kwamba mimi nataka ni, niangalie soko kipi kinauzika sokoni basi utahisi kabisa kwamba kuku wanaohitajika sokoni ni wa kisasa, kwa sababu labda kwa mfano soko la nyama, kwa sababu labda ya uzito, ukuaji wao wa haraka e, vitu kama hivyo hapo e, vitakufanya uamini kabisa kwamba hawa ni kuku ambao wanahitajika sokoni. Hizi ndio ni sababu kubwa ambazo zimefanya wafugaji wengi wakahamia kwenye kuku wa kisasa. Na sasa kinachokuja hapo ni kwamba. Mba, kuku wa kienyeji wamesha kuwa ni adimu kwenye masoko ya kuku wa mjini, maana kwamba uh, tukienda kibiashara ki, zaidi usambazwaji wa kuku wa kienyeji haupo maeneo ya mjini. Kwa hiyo endapo utafuga kuku wa kienyeji e, wewe utakuwa ni mtu ambaye utakuwa unapanga bei kuku wako unataka uwauze kwa bei gani? Umeona? E, kwa sababu bidhaa haipo. Sasa a, nikija kwenye kipengele cha pili Aa, na kabla sijaenda kwenye kipengele cha pili nikukumbushe tu. Aa, we unayetazama hii video unaweza ukajiunga na mafunzo ya Kingo Farm, namna ambavyo tunawalea kuku vifaranga. Kama hivi hapa unaona kuna e, hawa vifaranga kwenye hili banda, basi tutakuelekeza jinsi ya kuwapokea, kuwalea, tutakwambia hawa vifaranga tunawatoa wapi, kuandaa bulda, e, kuwatengenezea tiba za asili kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa. Sisi hapa tunatumia tiba za asili tu. Uh, itakusaidia sana kujiunga na kundi letu, ni shilingi elfu nane. Unalipia ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa e, miezi miwili, utakaa kwenye kundi letu kwa muda wa miezi miwili. Ukilipa hiyo ada ya shilingi elfu nane utapata mafunzo vizuri kabisa namna ambavyo tunawalea kuku tokea wakiwa vifaranga wadogo wa. Uh, sasa tunakuja kwenye kipengele hiki cha pili, ambacho uh, nimekuambia kwamba nitakueleza namna ambavyo utawafuga kuku wa kienyeji maeneo ya mjini eh, kwa sababu ni kuku ambao watu wengi wamekimbia na uh, staili ya ufugaji imekuwa ni sababu. Kwanza fuga kisasa kuku wa kienyeji. Kama unataka kufuga kuku wa kienyeji aza kufuga kisasa. We, kuku wa kienyeji wafuge kisasa, umeona usiwaze kufuga kuku wengi. Hapo ndipo ambapo tunakosea kwa sababu ukiwaza kufuga kuku wengi Uh, mwingine anataka labda nataka ni, nipate soko zuri, nianze na kuku labda elfu moja wa kienyeji. Sasa ukifikiria hivyo itakupa shida sana, hata kwa kuwatoa yaani uta, utawaza labda niende Singida au niende wapi, nitawasafirisheje? Mwisho wa siku utakata tamaa, japo wapo wafugaji ambao wanauza vifaranga wa kienyeji pyua kabisa wa kienyeji, lakini ni vema pia uh, wewe ukatafuta kuku wako wachache tu ukatafuta kuku wako hata eh, kuku kumi labda wa kienyeji ukatafuta labda hata aa, kuku labda watano wa kienyeji. Ishu kubwa ni kwamba hao kuku wachache ambao umewatafuta wa kienyeji uwafuge kisasa, yani uwafuge kisasa. Ninapozungumzia kisasa, tumia mbinu kama ambazo tunatumia sisi kuwafuga e, hawa broiler, hawa chotara na njia pekee yani, usiwaache labda walalie mayai yao wao wenyewe walee vifaranga wao wenyewe, utachelewa uta, utachelewa na hautoweza kufikia namba kubwa ya kuku. Tafuta kwa mfano, tafuta incubeta hata ya mayai ya kutotolesha mayai 30 ukitafuta incubeta basi. Aa, hakikisha unawapa chakula bora, hakikisha unatumia gharama kubwa sana, gharama ambazo unatumia ili uweze kufanikisha e, kuku waweze kutaga vizuri. Umeona a, kuku waweze kuzalisha, mwanzo utatumia gharama kubwa kiasi kwamba hao kuku wako kumi au saba, hata ukiwapeleka sokoni ukawauze uweze ukapata faida, kwa sababu ya kutumia gharama kubwa e, faida utakayoipata baadaye, watazaliana watakuwa wengi. Sasa pale ndio utaanza kupata faida e, hiyo ni, ni mbinu muhimu sana, uwe na incubator wakita

Kama unaka incubator, kama yai 30 wakitaga uweka kwenye incubator yako. Uh, mayai hayo yatamiwe na mashine, kisha tengeneza bulda vizuri kabisa, tengeneza bulda, weka chazo cha joto e, waazishie chakula labda starter ya dukani, wape chakula cha dukani, usiwaache watafute chakula wenyewe, walishe vizuri kabisa. Vifaranga wako utawaokoa wote. Mbona sisi e, kuku wa kisasa kama hivi tunafanikiwa kabisa kuwalea bila vifo. Na changamoto kubwa kwenye kuku wa kienyeji ni vifo, kwa hiyo utakuwa umejiepusha na vifo, hawatakufa na namba itakuwa ni kubwa. Lakini pia we, ukiwa na mashine itawaruhusu wale kuku watagaji waingie tena kwenye kutaga. Kwa hiyo uh, waachane na ulezi, waende kwenye kutaga. Wametotoa vifaranga, umewanyang'anya vifaranga, umewalea wewe mwenyewe, wewe ndio umewahudumia eh, wanakaa wiki moja, wanaanza tena Hivyo hivyo utakuwa, mpaka utakuwa na e, kuku mkubwa. Usisahau chanjo, yani uwafuge kisasa. E, ukijiunga na darasa letu pia tutakuelekeza, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kina maelezo yote ya kuanzia unawalea tokea wakiwa kifaranga mdogo mpaka anapokuwa kuku mkubwa. Kwa hiyo utakuwa tu unasoma mle huyu kifaranga mdogo ni mpe hivi na hizi mbinu tumeelekeza hawa ni watengenezee bulda hii hapa, jinsi ya kutengenezea mabanda e, kitu kama hicho hapo. Lakini pia kuku wa kienyeji usiwanyime asili yao, watengenezee kafensi hata kidogo tu, hata kama upo mjini. Tunajua moja ya changamoto mjini kumebanana, lakini hata kaeneo kama haka hapa. Haka hapa una kafensi hivi hapa kwenye mahindi hivi hivi, watoke nje hapa, wacheze pamoja, na kwamba unawapatia chakula. Sasa nakuja kwenye kipengele cha mwisho kabisa, uh, masoko uh, masoko ya mjini yapo wazi kabisa. Usipeleke maeneo ambayo wanachinja nyama wanawauzia watu uh, kidogo utapata shida, kwa sababu yale maeneo kuku wa kienyeji kwa kawaida sio wazito sana. Uh, watu wanataka E, kuku wa kienyeji wenyewe kama wenyewe wale wanauzwa kwenye mahoteli, migahawa mikubwa, a, kwa watu binafsi mitaa ile ya matajili e, ndio wale kuku wanauzwa. Lakini pia kuna watu e, maalum ambao wana soko la kuku wa kienyeji yani, wao wanauzaga kuku wa kienyeji wale, ndio uwapelekee. Usiwapelekee watu ambao wanachinja broiler, ukawapelekea kuku wa kienyeji, watu ambao wanachinja chotara ukawapelekea e, kuku wa kienyeji hawatanunua vizuri, kwa sababu uh, wao wamezoea hawa kuku wa mwendokasi, ila kuku wa kienyeji, hawataiona thamani ya kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji tunamuuza kwa thamani yake. Yani e, mtu ukimwambia nina kuku wa kienyeji, nataka nile nyama ya kienyeji, lazima anunue kwa gharama kubwa. Yani lazima tu uwauze kwa gharama kubwa. Ukitaka e, kukurupuka, ukawapelekea wanao zoea wamezoea kuchinja broiler wamezoea kuuza uh, chotara, lazima watakulalia bei. Kuku wa kienyeji ana thamani kubwa sana, kuku mdogo hata wa kilo moja unaweza kumuuza bei kubwa kuliko chotara wa kilo nne Umeona, kuliko chotara wa kilo tano. Yaani, unaweza ukamuuza bei kubwa kuliko hao kuku, ili mradi tu upate mteja sahihi. Kwa hiyo jikite kutafuta wateja sahihi ambao watanunua hiyo bidhaa yako. Jamani, nimeishia hapa, nadhani sidaiwi na nyinyi na, na, na, na, kwenye hii video, ila tu unaweza ukanunua vitabu vyetu hivi ambavyo uh, vinaelezea mbinu mbalimbali mbali za kuwafuga kuku iki wemo na hicho cha ufugaji wa kuku wa kienyeji. Uh, jinsi ya kuchanganya chakula humo ndani utaona eh. Lakini pia kuna kitabu cha tiba za asili muhimu pia na chenyewe eh, ukawa nacho wewe ambaye unataka kufuga kuku wa kienyeji kwa sababu kitakusaidia kuwatibia hao kuku. Kitabu chetu ni shilingi elfu kumi na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp.